Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna budi kushukuru sana serikali, kushukuru sana Mheshimiwa Rais na mijeshi mkuu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanafanyia jeshi la polisi. Tumepata magari ya doria katika barabara kuu ambayo mnayotumia katika kuzuia na kudhibiti makosa ya barabarani, lakini pia na vifaa mbalimbali navyotumia hizo cameras, tochi na vitu vingine ambavyo vinasaidia kuweza kubaini makosa mbalimbali na madeni ya huko barabarani. Kwa ni vizuri tukabadilika, ili tusiendelee kufanya mambo ambayo yanaleta sana. Ndugu washiriki, ni matarajio ya afande mkuu wa Jeshi la Polisi kuwa kikao hiki cha siku mbili kitakuwa cha mafanikio makubwa sana na kuleta mabadiliko makubwa ya kiutendaji. Ni watake kila mmoja kusikiliza kwa makini sana mawasilisho na mijadala yote itakayowasilishwa na wadau mbalimbali, wakiwemo mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, makamishna wa polisi, RTOs, ambao wameandaliwa na watu wengine.